Niwakumbushe tu Watanzania wenzangu kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa. Niwakumbushe wanasiasa siasa. Niwakumbushe viongozi wa dini kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa, watoto wanahitaji kwenda shule na maisha mengine yanahitaji kuendelea. Isije ikawa tarehe ishirini na tisa ikawa ni chanzo cha kupoteana na familia zetu. Watu wengi wamekuwa wakizungumza mambo mengi ya vitisho, lakini mimi nataka nikwambie tunavyo vyombo katika taifa hili ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama na mimi ninaamini na neema ambayo Mungu ametupatia Tanzania, tarehe 29 tutavuka salama <laughs> Tarehe 29 tutakuuka salama yeah. Na wewe ambaye wanakushawishi watu walioko kwenye mitandao ya kijamii juu ya maandamano na kufanya vurugu ya aina yoyote, mimi ni kushauri, tarehe ishirini na tisa baada ya kupiga kula, mimi nitakuwepo hapa nikimshukuru Mungu nikiamini kwamba haya tuliyoomba mahali hapa Mungu na hakutatokea vurugu aina yoyote. Wajibu wa viongozi wa dini ni kuhakikisha amani inakuwepo katika taifa. Amani ikiwepo, tutaabudu tukiwa salama. Amani ikiwepo, tutafanya shughuli zetu tukiwa salama. Amani ikiwepo, uchumi wa kila mmoja wasalama. Kuilinda amani ni kuyalinda maisha yetu. Haitatusaidia tarehe ishirini na tisa upoteze duka lako sindo, upoteze duka lako kadiyako, upoteze mifugo yako. Ilinde jamii yako, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, tushikamane. Hakuna anaye furahia mauaji utekaji na hali yoyote ya uharibifu katika taifa. Hakuna Mungu wa viongozi wa dini yatupendi, lakini hata viongozi wa serikali pia nao hawapo kwa ajili ya haya, wapo kwa ajili ya kuilinda amani. Kwa hiyo tuhakikishe kila mmoja awe ni mlinzi wa familia yake. Majina anaitwa Justa Rafael Maundi,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 Kwa hiyo tunatakiwa tukachague viongozi walio bora kwa ajili ya maisha yetu bora ya baadaye. Kwa majina yangu naitwa Mtume Modekai Andulile Mwanjira, niko chini ya nabii na Mtume David Stefano Mpanji wa kanisa la GMCL. Mimi nimejipanga vizuri kabisa kwa ajili ya kwenda kupiga kula, niko tayari na shahada ya kwenda kupiga kula, moja kwa moja, niko tayari kwenda kupiga kula tarehe ishirini na tisa tayari kwenda kupiga kula, kula. E, ningependa kuasa Watanzania kwamba wasijaribu kuichezea amani. Amani ni tunu ambayo tuliachiwa na mwasisi wa taifa Julius Kambarage Nyerere, ambaye alituachia wasije wakaichezea amani, maana amani kuna watu walichezea, leo hawa, wa, wa, wanatamani kuirudisha amani hawawezi kuirudisha amani kwa hiyo